Huu ni msimu wa mwaka wa siasa. Tuvumiliane, tumvumilie aliyesema tutakinukisha kama tulivyomvumilie aliyesingizia kuwa kuna Ebola na mpox. Tuna wahaini wengi wanaongoza serikali Afrika na wanalaani uhaini. Kama polisi wameingilia kampeni wataacha kuingilia uchaguzi? Huyu ni Askofu Benson Bagonza, yeye amejitokeza hadharani na kuzungumza mara baada ya Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, kukamatwa na kushtakiwa na kwa sasa eh, anaendelea kukaa rumande, kwa sababu moja ya makosa anayoshtakiwa nayo ni kosa la uhaini ambalo halina dhamana, hivyo linambana na kumfanya aendelee kusalia rumande. Hebu tuende tukamsikilize kwa umakini wa hali ya juu Askofu Benson Bagonza akizungumza kufuatia sakata la kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, na kisha kushtakiwa kwa makosa ambayo miongoni mwa makosa hayo ni kosa la uhaini. Askofu Benson Bagonza anasema na mnukuu hapa, jamani e eh, huu msimu na mwaka wa siasa tuvumiliane linaloshindikana rudi mezani. Kupigana mabomu ya kodi zetu wakati leo nimeenda hospitali nikakosa bandeji ya kufunga kidonda nilichopata jana nikikimbia mabomu, sio sawa bwana. Akawajibu akasema, hawa wakinyamaza mawe yatapiga kelele, sio mabomu. Luka kumi na tisa fungu la arobaini. Askofu Benson Bagonza anaendelea kwa kusema yule pale kasingizia kuna Ebola na mpox akavumiliwa, kwa sababu magonjwa hayo hayapo. Aliamka vibaya siku hiyo au alisahau kumeza dawa? Huyu kakurupuka tutakinukisha, na mashindano ya kujaza fomu hayatafanyika. Mvumilie naye kama mlivyomvumilia yule, kwani mashindano ya kujaza fomu yameisha. Kwama au mnahukumu nia, wahukumuni wote basi lakini pia bado tupo na baba askofu Benson Bagonza anaendelea kwa kusema tuache kuchezea neno uhaini. Maneno yanaumba, tusilizoee, maana halizoeleki, tafsiri zake zinatisha. Kupindua serikali ni uhaini, lakini tuna wahaini wengi wanaongoza serikali Afrika na wanalaani uhaini. Kuiba kura ni uhaini, kwa sababu unapindua madaraka ya wananchi tunazo serikali nyingi barani Afrika zilizoiba kura na zinalaani wizi wa kura. Kukalia kimya wizi wa kura, kuwezesha wizi wa kura, kukubali matokeo ya wizi wa kura ni uhaini. Uwi, hata mimi ni mhaini, maana nami ni muhumu. Lakini pia hapo hapo, askofu Benson Bagonza anaendelea pia kwa kusema huyu kadai reforms za kuondoa polisi katika shughuli za kisiasa. Polisi wamemkamata katika shughuli za kisiasa. Je, amekosea wapi? Si alichokisema ndicho kimetokea? Polisi hawajampa pointi tatu za bure. Anasema bila eh, anasema bila reforms hakuna uchaguzi wenzake G55 G55 wanasema twende kwenye uchaguzi, kama polisi wameingilia kampeni wataacha kuingilia uchaguzi. Askofu Dr Benson Bagonza ameazungumza hayo. Askofu huyu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, yaani KKKT diocese ya Karagwe, haya ndiyo ambayo ameazungumza Askofu Benson Bagonza kwa kujitokeza hadharani mara baada ya sakata la kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema Tundu Antipas Lissu, na kisha kufikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa mashtaka mawili eh, likiwemo shtaka la uhaini mwenyekiti huyo wa chama hicho cha Chadema e, taifa Tundu Antipas Lissu, jioni ya Alhamis, Aprili 10 mwaka huu wa 2025 alifikishwa kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam na kusomewa mashtaka mawili tofauti ya jinai yaliyosikilizwa yaliyosikilizwa na mahakimu wawili tofauti. Shtaka la kwanza ni uhaini aliotenda kinyume na kifungu cha 36 kifungu kidogo cha pili cha kanuni ya adhabu, ambapo inaelezwa kuwa mnamo April 3 mwaka huu wa 2025 akiwa ndani ya jiji la Dar es Salaam Tundu Antipas Lissu alitoa kauli alitoa kauli inayochochea umma kuzuia uchaguzi na kutishia serikali ya Tanzania. Akisoma shtaka hilo mahakamani hapo wakili mwandamizi wa serikali na Soroga Tuga alinukuu miongoni mwa kauli hizo kuwa ni pamoja na ile aliyosema msimamo huu wa no reforms, no election, unaashiria uasi. Ni kweli kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi. Tuna, eh, tunaenda kukinukisha. Hata hivyo, mtuhumiwa ambaye ni Tundu Antipas Lissu hakutakiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo kwani mahakama eh, kwani mahakama kuu ndiyo yenye mamlaka hayo na kwa sasa jamhuri e, ilidai haikukamilisha upelelezi shauri hilo sasa liliahirishwa hadi aprili 24 mwaka huu wa 2025 saa tano asubuhi litakapotajwa tena mahakamani hapo wakati huo mtuhumiwa ataendelea kusota rumande kwani shtaka linalomkabili halina dhamana baada ya kukamilika kwa shtaka la awali ndipo shtaka la pili lenye makosa matatu likasomwa mahakamani hapo nalo ni kuchapisha taarifa za uongo, eh, YouTube April 3 mwaka huu wa 2025 kwa lengo la kupotosha umma. Kosa la kwanza imeelezwa mahakamani hapo na wakili mwandamizi wa serikali na Soro Gatuga, eh, kuwa mtuhumiwa alisema wagombea wa upinzani katika uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 walienguliwa kwa maelekezo ya rais. Kosa la pili imeelezwa kuwa mtuhumiwa alituhumu jeshi e, alilituhumu jeshi la polisi kwa kudai kuwa maafisa wake, yani, askari wanatumika kuiba kura wakiwa na vibegi, na kosa la tatu ni kupotosha umma kwa kile ambacho mtuhumiwa alieleza kuwa majaji ni ma CCM hawawezi kutenda haki. Hata hivyo, mtuhumiwa alikana makosa yote matatu kwa kuieleza mahakama kuwa kosa la kwanza sio kweli, kosa la pili halijawahi kuwa kosa na sio kweli, na kosa la tatu sio kosa la jinai na sio kweli. Jamhuri iliieleza mahakama kuwa upelelezi wa shauri hilo la pili lenye makosa matatu umekamilika, hivyo kuiomba mahakama tarehe rasmi ya usikilizwaji wa awali eh, ili kuziwasilisha ili waziwasilishe shauri hilo la pili lenye makosa matatu. Dhamana ilikuwa iko wazi na mtuhumiwa alidhaminiwa na mtu mmoja aliyejitambulisha kuwa ni shemeji yake ambapo ilishuhudiwa mahakamani hapo mdhamini huyo akiwasilisha viambata vinavyohitajika kukidhi matakwa ya dhamana, na kilichosalia ambacho alipaswa kuwasilisha siku za usoni haraka iwezekanavyo, e, ni barua kutoka serikali ya mtaa. Kwa kuwa upelelezi wa shauri hilo umekamilika, mahakama imepanga kuanza kusikiliza ifikapo April 24 mwaka huu wa 2025. Hata hivyo Tundu Antipas Lissu hakuachiwa huru, kwa kuwa kosa la kwanza ambalo ni uhaini linalomkabili halina dhamana. Mpaka sasa tunavyozungumza mimi na wewe, ni kwamba Tundu Antipas Lissu bado yupo rumande ama bado anaendelea kusota rumande. Tumepata nafasi ya kumsikiliza askofu benson bagonza. Mimi mwandishi wako nimefanya e, kumnukuu askofu benson bagonza akizungumza maneno kadha wa kadha, kufuatia sakata la kukamatwa na kushtakiwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo chadema, tundu antipas lissu. Tumetazama taswira nzima jinsi ambavyo tundu antipas lissu ameshtakiwa pamoja